Na, ni siku ya makazi eh, duniani ambapo huadhimishwa kila mwaka katika Jumatatu ya kwanza ya mwezi uh, Oktoba ambapo hii ni Jumatatu ya kwanza, na katika hili tutaangazia mengi, ambapo kwa siku hii ya leo eh, tunajiunga kwa njia ya mtandao hapa na mkurugenzi um, wa makazi kutoka Shirika la Habitat hapa uh, Tanzania ndugu yetu John Massenza. Mbeti. Mm. Uh, niambie siku ya makazi ndio hii? Naam. Uh, kama ulivyozungumza nadhani ni, ni siku ambayo inaadhimishwa kila mwaka uh, Hakika. Na natamani Bwana Massenza eh, atuambie. Atuambie. Uh, hasa kwa sababu si tunaadhimisha kwetu hapa na sisi lazima tujue hali zetu zipoje, mm, mm, mm, uh, uh, um. uh. Lakini mwaka jana mwaka elfu mbili na ishirini na nne uh, maadhimisho ya siku ya makazi uh, ambapo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anasema kwamba uh, katika siku ya makazi duniani tunathibitisha tena haki uh, ya msingi ya makazi na kutafakari kuhusu mabadiliko ya mazingira ya hapa mijini. Uh, lakini sasa vipi kuhusiana na vijijini? Uh, kila mwaka, kila... Uh, kila mwaka unajua, kwanza kuna maadhimisho lakini wengi wanatoka uh, vijijini. Mjini. Uh, wanatoka vijijini kuja wanakuja mijini uh, uh, uh, uh, kwa hivyo uh, wingi wa watu population tunasema kubwa iko iko mjini, kwa hiyo kwa uh, kwa kauli mbiu hii uh, e, iliyopita uh, sina shaka iliangazia sana uh, hayo, lakini kwa kauli mbiu uh, ya, ya mwaka huu inaeleza juu ya ushirikishwaji wa vijana mm. katika kujenga mustakabali bora wa miji, kama tunavyofahamu kwamba vijana ndio nguvu kazi mm. eh, katika jamii yoyote ile na mm. kama unavyoelewa pia <laughs> vijana ndio eh, watafutaji pia yes, yes. Eh, sasa, katika kuwashirikisha sisi ambao tuna hama hama kila wakati, lakini pia tunahama unavyosema, uliposema pale pale kwamba na watu wanatoka vijijini kuja mijini na maana mm. hata sisi vijana ndio ambao tunatoka vijijini kuja mjini ili kuweza kutafuta maisha. Naam. Lakini mazingira ya hapa mijini mm. yako salama au yako uh, yanaweza tunasema kwa accommodate tunasema kwa Kiswahili ndio kuwawezesha ehe kuweza kukaa katika sehemu ambayo ni ni okay, bora kwa ajili yetu, basi mm. naona bila shaka, uh, John yuko tayari sana. Mm. Mm. Naam, Masenza, sina shaka unatupata uzuri sasa. Naam, napata na, vizuri sasa. Karibu sana Mkurugenzi, eh, tueleze sasa muktadha wa siku hii ya leo, ni siku ya namna gani hasa akwenu ambao mnahudumia kada hii ya makazi hapa nchini. Siku ya makazi duniani uh, ni, ni siku ambayo inatoa fursa kwa wadau mbalimbali kwa maana mbali mbali ya serikali, lakini pia sekta binafsi, taasisi zisizo za kiserikali na wananchi kwa ujumla kuliangalia swala zima la sekta ya makazi kama mojawapo ya haki ya msingi ya ya kiraia au haki ya msingi ya mtu kuishi <coughs> uh, ikiwa inatengeneza inatengeneza au ikiwa ni chanzo yaani kitu cha kwanza kabisa cha kumfanya mtu aweze kuwa na ustawi na kuweza kutekeleza majukumu yake mengine a, katika jamii. Kwa hiyo tunapoongelea swala zima la maendeleo, msingi wa mambo yote hayo inakuwa ni makazi, kwa sababu ninyi hapo mnapoenda kazini kuna mahali mmetokea. E, the way mnavyo perform majukumu yenu yanaathiriwa kwa kiwango kikubwa pia na mazingira ambayo pia mnatoka. Kwa hiyo siku ya makazi duniani ni siku muhimu sana katika mustakabali wa maendeleo ya mtu binafsi, ya familia, ya jamii na taifa kwa ujumla. Na ndio maana Umoja wa Mataifa ukaona ni vizuri e, nchi mbalimbali ziweze kuhamasishwa na kusherehekea siku hii ya makazi duniani. Na kwa mwaka huu kauli mbiu ya siku ya makazi duniani ni tunasema ni uh, miji iweze kujiandaa kukabiliana na changamoto za kimji. Uh, hiyo ndiyo, uh, kauli mbiu ambayo tunatembea nayo kama kama nchi kwa mwaka huu. Ndio sawa kabisa, John Massenza. Uh, tukirejea sasa kwa hapa Tanzania, upungufu wa makazi ni kwa kiasi gani katika nchi yetu? Changamoto ya makazi kwenye nchi yetu ni kubwa eh. Kwa mujibu wa takwimu rasmi tulizo nazo ni kwamba kuna uhaba wa nyumba au uhaba wa okay, tunasema housing units. Kama uhaba wa nyumba au wa makazi milioni tatu na laki nane lakini, uhaba huu, kwa sababu pia ongezeko la watu linaongezeka kila mwaka, unaongezeka kwa uh, nyumba laki mbili kila mwaka kwa hiyo unaweza ukaona hizo ni housing units tu, lakini kwa habari ya watu ambao wanaathiriwa na uhaba huo wa makazi maanake ni idadi kubwa zaidi, kwa sababu kwa wastani eh, kaya moja ina watu wastani wa watu wanne. Kwa hiyo unaweza ukaona kichukua nne mara hiyo milioni tatu maanake inakuwa zaidi ya hapo, na kwa upande wa mijini hali ni inakuwa mbaya zaidi, kwa sababu kuna ongezeko kubwa la watu katika maeneo ya mjini kwa sababu miji yetu inakuwa, takwimu zinaonyesha kwamba e, mwaka elfu mbili na kumi na mbili kwa mfano resho kati ya watu wa mijini na vijijini, mjini ilikuwa ni asilimia thelathini uh, vijijini asilimia sabini lakini kwa sensa ya mwaka elfu mbili na ishirini na mbili wanaoishi mjini wameongezeka zaidi, imekuwa ni asilimia thelathini na sita nukta tano lakini inakadiriwa kwamba mpaka kufikia mwaka elfu mbili na hamsini kwa Tanzania Uh, watu za, asilimia zaidi ya hamsini na tisa ya wa Watanzania watakuwa wanaishi mjini, na huko ndiko kwenye changamoto kubwa ya makazi e, katika miji yetu. Kwa hiyo kuna haja ya serikali pamoja na wadau kuchukua hatua za kudhibiti au za kupunguza hiyo changamoto kwa sababu ya huo ukuaji wa miji, na makazi ni jambo muhimu kwa ajili ya ustawi wa wananchi na ustawi wa taifa kwa ujumla. Sawa so, Mkurugenzi Massenza unapotaja upungufu wa makazi, tafsiri yake hasa ni nini? Kwamba uh, watu uh, kukosa nyumba za kupanga au hata hizo nyumba zenyewe tu uh, za kupanga hakuna samani? Unaweza kurudia kidogo. Sawa so, tafsiri hasa unaposema upungufu wa makazi ni nini? Kwamba uh, hakuna nyumba za kupanga au hakuna nyumba za watu kuishi kwa maana ambazo zimejengwa na wala si za kupanga? hii ina ina, ina maana kubwa zaidi au ina mapana zaidi. Inahusisha moja, kuna watu ambao e, wanaishi kwenye mazingira duni e, mm, wanaishi kwenye mazingira duni, kwa sababu tunaposema, tunaposema makazi bora mm, tunaongelea mahali ambapo mtu anaishi, na pana, pana, panazingatia pia utu wa huyo mtu Eh, mahali ambapo pana usalama, mahali ambapo mtu anaweza akapata huduma za msingi kama binadamu. Kwa hiyo tunapoongelea uhaba wa makazi ama uhaba wa nyumba, kuna tunaongelea watu ambao, moja, hawana mahali pa kuishi au hata mahali wanapoishi sio mahali salama na rafiki kwa afya yao kwa ustawi wao, lakini pia hata kwa utu wao. Kwa hiyo tuna, tuna hatuongelei hatu sana kuhusu e, hmm, nyumba za kupanga kwa sababu uwepo wa nyumba za kupanga zikiwa zinakidhi vigezo tayari hayo ni makazi yanahesabika, na huyu mtu anahesabika kuwa yuko kwenye makazi, na sio rahisi watu wote wakawa kwenye nyumba zao e, wanazozimiliki hmm. Kwa hiyo hapa tunaongelea uhaba kwa maana ya watu wanaokosa lakini hata wale ambao wanavyo lakini wa, wanazo lakini hazikidhi vigezo au viwango vya kiafya vya kibinadamu vya kiutu. Sawa mm. Sawa, kwa muktadha huo sasa, mkiwa uh, ni wafanyakazi wa masuala haya ya makazi, ni kwa namna gani mnaihudumia mna, mna, mna sasa hii kada ya watu ambao wamekosa makazi? Samani unaweza kurudia, sija kusikia vizuri okay. Vipi mnavyofanya kazi uh, katika uh, kuhakikisha sasa uh, mnafanyia kazi haya mapungufu ya kukosekana uh, makazi hapa nchini <muchis> nam, labda kwa sauti ya beti swali langu hilo uh, John uh, hapo unatusikia nam, bila nam shaka uh, sasa ninyi kama uh taasisi ya mashirika uh, mna mnafanya nini ili kuweza kuwasaidia wale ambao wamekosa makazi kuweza kupata makazi ambayo yanaweza kuwasaidia katika utu wao? Aha, asante sana <coughs> sisi kama shirika la Habitat uh, kuna mambo makubwa matatu ambayo tunayafanya. Jambo la kwanza, tunawawezesha wananchi wenye hali duni ya kimaisha au wenye kipato cha chini waweze kuwa na nyumba kwa sababu maono yetu kama Habitat, mm -hmm. uh, Tanzania tunasema ni kuwa na nchi ambayo kila mmoja ana mahali pazuri na salama pa kuishi ambapo anapaita nyumbani. Kwa hiyo mm -hmm. kwa kushirikiana na serikali na serikali za mitaa, tunawabainisha wananchi wenye kipato cha chini na ambao wana wana hali duni na wenye uhitaji, na tunawawezesha kwa kuwajengea nyumba za gharama nafuu Mm. Ae, na kuwakabidhi hizo nyumba ili waweze waweze kuishi. Lakini jambo la pili tunawaunganisha. Kuna wale ambao eh, sio kipato chao ni cha chini ndio, lakini angalau wana shughuli za kiuchumi wanazozifanya, hawa tunawaunganisha na taasisi za kifedha ambazo zinatoa mikopo ya masharti nafuu, ambapo inawawezesha hawa wananchi sasa kuweza angalau ama kuboresha eh, nyumba zao, kwa sababu nimeongelea nyumba ambazo hazikidhi vigezo. Kwa hiyo hawa wanawezeshwa kupata mikopo ya masharti nafuu ili waweze kuboresha nyumba zao lakini pili, kuna wale ambao wanahitaji kujenga na wao pia wanapata hiyo mikopo yenye masharti nafuu kwa ajili ya kujenga nyumba, lakini tunasema nyumba za gharama nafuu, kwa sababu ya aina ya watu ambao tunawatargeti. Na eneo la tatu ambalo tunalifanya, tunawezesha pia upatikanaji wa huduma za msingi. Kwa mfano, hizo nyumba ambazo sisi tunajenga tunasema lazima ziwe na mahitaji hayo ya msingi. Kwa hiyo kwenye jamii ambazo tunatekeleza miradi yetu, pia tunatekeleza miradi ya huduma za msingi, kwa mfano miradi ya huduma za maji, lakini pia ujenzi wa vyoo vizuri vya kisasa na vyoo salama, au kuhamasisha wananchi kuweza kuwa na e, vyoo salama ambavyo vina ni rafiki kwa afya zao na kwa mazingira, lakini pia kuna matumizi ya nishati e, nishati safi au nishati mbadala ya umeme ni ya ya mwanga, lakini pia na nishati ya kupikia. Kwa hiyo hiyo hiyo ni shughuli ya tatu, na shughuli ya nne pia tunatoa elimu kuhusu maswala ya haki aridhi, e, maswala ya haki aridhi ili wananchi waweze kujua haki zao za msingi kwenye kumiliki ardhi ama kwenye kumiliki makazi, kwa sababu takwimu zinaonesha kwamba asilimia 33.3 tu ya ya, ya, ya, ya nyumba au ya majengo E, ya, ndizo ambazo zimejengwa kwenye maeneo ambayo yana nyaraka eh, rasmi za umiliki. Hiyo ni takwimu ya sensa ya mwaka 2022 kwa nchi nzima. Kwa hiyo eneo la umiliki wa ardhi au eneo la haki ardhi bado pia ni changamoto kubwa kwenye nchi yetu na sisi tunaendelea kutoa elimu uh, juu ya wa, uh, wananchi waweze kujua umuhimu wa kuweza kurasimisha makazi yao, uh, kupima lakini pia na kumiliki kisheria kwa mujibu wa sheria za nchi. Okay, vizuri sana. Unanipata hapo uzuri uh, mkurugenzi? Naam. Sina shaka unanipata uzuri sasa hapo. Kiongozi kiongea, anakuwa sikusikia ila dada anamsikia, sijajua <laughs> yes, tatizo ni nini hapo. <laughs> <laughs> Sawa kabisa. Bila shaka unanisikia John. <laughs> Oye na yeah, tete kazi nakusikia <laughs> <Tete kazi. laughs> uh, mwanzo tulikuwa tukizungumza hapa namna ambavyo kasi imekuwa ni kubwa sana, kutokana na kwa kwamba watu wamekuwa wakitoka vijijini kuja mijini, na mtu anapotoka kijijini anakuwa kiwango chake kinakuwa cha, cha kulipa au kulipia gharama za makazi ni, ni duni, kama ambavyo wamezungumza hapo sasa. Hao wenye kupatiwa makazi uh, kulingana na hali zao wanalipa kwa namna ipi? Ha, hapo mwishoni hapo sija kusikia vizuri. Unasema hao wanaohama kutoka vijijini, mm -hmm. hao wanaotoka kijijini wanakuja uh, huku mijini ili kuweza kupata makazi, na kama ulivyozungumza hapo awali kwamba kila mtu anapatiwa makazi kulingana na, na, na hali yake, na sasa hao wanalipa wana, wana, wana kwa namna ipi hasa kutokana na huyu mwenye hali duni? yes, hasa mwenye hali duni analipa kwa namna ipi ni kwa Um, mkupuo, kwa, Asante. Ha, yes. Hili kundi la kwanza ambao tunasema wana hali duni au wana e, wanaishi kwenye mazingira magumu. Haya tunaongelea makundi maalum e, ambao wa, hawajiwezi. Kwa hiyo hawa hawalipi. Tunapojenga hizi nyumba tunatoa bure. Kwa mfano Uh, kwenye eneo la Chanika kwa mfano tume tumejenga kule nyumba kumi ambazo karibuni zinakamilika mm. Lakini pia tuna tuna mradi mwingine ambao pia huko maeneo ya Chamwino huko pia tumejenga nyumba takribani kumi na tunazikabidhi bure, hawa hawalipi chochote kwa sababu ni watu ambao wana uhitaji, wanahitaji kuwezeshwa na kutiwa nguvu. Kwa hiyo hawa hawalipi chochote kwa sababu kwenye jamii yetu tunafahamu kuna hao watu mm, wana changamoto ya makazi lakini, hawana kipato hawana uwezo. Kwa hiyo hawa hawalipi, na tunahamasisha pia jamii e, kuwa na tabia ya kuwaona pia hawa ambao hawajiwezi lakini wanahitaji support ili tuweze kuwasaidia na wao waweze kupata mahali pazuri pa kuishi. Ninyi mnafahamu e, wakati tunasoma tulikuwa tunaambiwa mahitaji ya msingi, basic needs, mm, eh, chakula malazikoo eh, malazi ko malazi ni, ni, ni, ni very basic needs. Na tunataka itoke kuwa kwenye basic need. Iwe ni haki ya msingi ya kila mwananchi wa Tanzania. Sawa kabisa. Bila shaka, shirika linahusika pia na masuala ya ujenzi. Tumekuwa tukishuhudia majengo mengi au nyumba nyingi zikiishia kubomoka. Vipi kuhusiana na swala la ubora, ili kuweza kuendeleza makazi ambayo ni bora katika miji yetu? Samani swala, sija kusikia vizuri swala la ubora wa ubora wa makazi na ma... majengo kwa ujumla wake. Uh... asante sana. Ni, ni kweli uh, tunaposema tunapoongelea makazi kama nilivyosema, ni zaidi ya kuta nne mm. E, msisitizo mkubwa huko kwenye tunasema ni makazi bora na nafuu, huo ndio msisitizo ama kipaumbele chetu, kwa hiyo katika nyumba tunazozijenga sisi tunazingatia viwango, e, kwa maana ya kuanzia matirio yanayotumika au malighafi zinazotumika kwenye ujenzi, lakini pia kuzingatia kanuni zote za ujenzi kwa mujibu wa viwango ambavyo vimekubalika, vime, vime na mamlaka za nchi lakini zaidi ya hapo sisi pia tunahamasisha matumi, e, ujenzi ambao pia ni rafiki kwa mazingira kwa hiyo mm -hmm. hata malighafi zinazotumika kwenye ujenzi ziweze kuwa rafiki kwa mazingira. Kwa mfano nyumba hizo ambazo nimezielezea, tunatumia tofali ambazo e, ni za gharama nafuu, lakini pia ni rafiki kwa mazingira na zina zina uwezo wa kukabiliana na hali ya hewa ya ama ya joto ama ya baridi, lakini bado inaweza ikamfanya mhusika akawa kwenye mazingira ambayo ni comfortable pale anapo anapoishi. Kwa hiyo hiyo ni moja kwenye yale ambayo sisi tunayafanya, kwa maana ya nyumba tunazozijenga, lakini tunatoa pia elimu kwa wananchi kwenye swala zima la kuzingatia ubora wa eh, nyumba wanazozijenga kwa kuanzia kwenye malighafi wanazozitumia kwa sababu kuna mafundi. Tunapo tunapotekeleza hii miradi tunawashirikisha pia wale tunaita local fundis, mafundi wa kwenye jamii mm. Ili na wao pia waweze kupata hiyo elimu na kujion, tunajua wana, wana, wana huo ujuzi lakini kuna vitu wanaongezewa zaidi kwa kushiriki kwenye hii miradi ili waweze kuwasaidia wananchi sasa, kujenga nyumba ambazo zinakidhi viwango au zinakidhi ubora, lakini wakati huo huo ni rafiki kwa mazingira kwa ajili ya kuhakikisha kuna uendelevu wa jamii zetu pia. Yaani ujenzi wa makazi usiwe tena kikwazo cha kuathiri mazingira ya jamii ambayo makazi ama ujenzi unafanyika. Mm. John, pale ambapo unampa mwananchi wa kawaida ambaye anajenga nyumba yake kwa bajeti yake yeye mwenyewe, unamwambia unampa elimu kuhusiana na ujenzi au kupatikane ubora katika nyumba au makazi, nini hasa anakuwa mapokeo yao? Kwa sababu kiwalisia, ukaniambia mimi nijenge nyumba kwa mifuko hamsini ya simenti, wakati mimi na bajeti ya mifuko ishirini, kidogo nitakwambia haiwezekani. Mapokeo, mapokeo ya watu kuhusu nini semani? kuhusiana na ubora wa ujenzi kwa maana ya matumizi ya um, vitu kama sementi kuzingatia oh, resho. Yes, hapo umepotea kidogo. Uh, mponda, hmm. ito, ito, kwa, kwangu. <laughs> Kwa <laughs> maana kwamba ratio ratio ya, ya, ya, ya ujenzi ambao unaotakiwa mfano tofali kwa mfuko mmoja wa simenti kwa mfano uh, mfuko mmoja utoe tofali 25, mimi nikalazimisha uh, tofali mfuko mmoja wa simenti utoe tofali 50. Sasa uh, huwa mnatoa vipi elimu uh, kuhusu ubora wa ujenzi pia kuzingatia viwango? Hapo ndio kusikia kabisa kiongozi <laughs> naona yale yale beti, rudia tena kwako beti <laughs> sawa. um, nilikuwa nikizungumzia mapokeo ya mwananchi mm, kuhusiana na hiyo elimu ambayo mnasema mnatoa kuhusiana na mm, ubora wa makazi au kama majengo kwa ujumla wake kutokana na bajeti husika ya, ya, ya yule mwananchi, lakini wewe unamshauri kwamba bajeti inabidi iwe hivi. Asante, kama ntakuwa nimekusikia vizuri, naona kidogo uh, mm, kuna kuna kuna pengine changamoto ya mtandao. Kama mm, kwa habari ya mapokeo ya watu ni kwamba kama nilivyosema mm, walengwa wakubwa uh, wa shughuli tunazozifanya mm, ni wale wenye kipato cha chini. Kwa hiyo wao, eh, kwa habari ya mwitikio, mwitikio unakuwa ni mkubwa au unakuwa ni mzuri, isipokuwa tu changamoto ni kwamba kwa mfano watu wenye uhitaji ni wengi na hatuwezi kuwafikia wote. Sasa wale ambao angalau wanaweza wakajimudu e, kinachotokea ni kwamba yale tunayowahamasisha ama pale tunapowajengea uwezo wako ambao wanaweza waka, wapo ambao wanaitikia kwa maana ya kutekeleza au kufanyia kazi yale ambayo tunawahamasisha kuyafanya na wamekuwa wakinufaika au wakionyesha kwamba imekuwa ni manufaa imekuwa manufaa kwao. Lakini kwa sehemu kubwa, watu wengine ambao wanajiweza au wanajimudu ni mara chache kuona kwamba wanafuatilia au wanazingatia e, yale ambayo tunayahamasisha au kuyaelekeza, kwa sababu mara nyingi mtu akishakuwa ana pesa au alishajipanga ana namna yake ya kufanya mambo, wakati mwingine ana, ana, ana, ana, ana vyanzo vyake vya taarifa ambavyo anaona vinampa vina mwongozo juu ya taratibu za ya taratibu za kujenga, lakini ni vizuri wananchi wakazingatia maelekezo kwa mfano ya mamlaka. Ni mara kadhaa tumeona watu wakijenga kwa mfano bila vibali e, na kuanza kupata usumbufu. Kwa hiyo ni vizuri ni tukatoa wito pia kwa wananchi kuzingatia elimu inayotolewa na wadau pamoja na wataalamu. Sawa, tunakushukuru sana John uh, kwa kuwa nawe mchana huu wa leo. asante sana, nashukuru sana. Asante sana ni John Masenza, mkurugenzi wa makazi, shirika la Habitat Tanzania. Hakika eh, tumezungumza naye mengi na tunatakiwa kuyazingatia hasa kwa muktadha wa siku hii ya leo eh, siku ya makazi eh, duniani.